kabla ya miaka mitano hii tulikuwa hat, hatuzidi hekta, mia nane, ambazo tuna hekta na na nane ambazo zimejengiwa miundombinu ya umwagiliaji lakini tunavyozungumza tuna hekta elfu moja na mia tatu na nane ambazo zimewekewa miundombinu ya umwagiliaji kwa kipindi hiki cha miaka mitano kwa hiyo unaweza uka, ukaona sasa Zanzibar tuna jumla ya hekta elfu mbili na mia tatu ambazo zimewekewa miundombinu ya umwagiliaji. Kilimo cha umwagiliaji peke yake katika maeneo haya kimewanufaisha wakulima wenyewe ambao wana wanalima katika maeneo yale elfu kumi na sita na mia tano zaidi ya elfu kumi na sita na mia tano wa moja kwa moja, tofauti na wale wengine ambao wanasaidiwa. Kwa hiyo wa moja kwa moja ni ni wakulima elfu kumi na sita na mia tano Tunaweza tukaona ni jinsi gani uh, Mheshimiwa Rais ame ame amewabeba, ametoa nafuu kwa wakulima, amefungua maisha ya wakulima hawa pamoja na Wazanzibari, kwa sababu wakulima hawa ndio wazalishaji wa chakula kinacholiwa Zanzibar, kwa maana ya mchele kubwa zaidi katika miaka mitano hii. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar amenufaisha sekta hii kwa kuwanufaisha wakulima pale ambapo ametoa ruzuku ya pembejeo, ameweza kutoa fedha kwa ajili ya ununuzi wa mbolea jumla ya tani elfu mbili na mia saba za mbolea ya kupandia na kukuzia imenunuliwa kwa bei ya ruzuku. Kwa hiyo serikali imenunua mbolea, wakulima wanauziwa kwa bei ya ruzuku. Tunaposema bei ya ruzuku, ni kwamba nusu ya gharama ya mbolea ile tayari imebebwa na serikali. Hakuna mkulima yote kwa sasa hivi anaolalamika kwamba hakuna mbolea, kwamba mbolea haipatikani, kwamba mbolea iko bei juu, hapana. Mbolea zinapatikana na sio mbolea tu, mbegu. Kwa maana tuna aina tatu za mpunga kwa sasa hivi, mbegu hizi zipo katika maduka yetu, katika vituo vyetu vya, vya pembejeo katika kila wilaya na katika kila zoni ambazo tumepanga kuwepo Unguja na Pemba pia. Mheshimiwa Rais ametoa ruzuku katika dawa ya kudhibiti magugu, ipo dawa ya kutosha. Na haya yote ninayosema kwa maana pembejeo zote hizi mbegu mbolea na dawa ilianza kupatikana tangu msimu uliopita, zipo katika msimu huu na zitaendelea kupatikana katika msimu ujao. Ipo ya kutosha kwa misimu hii yote na msimu wa masika unaokuja pia. Kwa hiyo hizi zote ni juhudi za za mheshimiwa rais Dokta Mwinyi katika kuhakikisha kwamba wakulima wanazalisha zaidi, Zanzibar tunakuwa na chakula cha kutosha.